Rais wa Marekani Donald John Trump ameonya kuwa Marekani inaweza kufanya mashambulizi zaidi ya anga nchini Nigeria endapo mauaji dhidi ya Wakristo yataendelea, akisisitiza kuwa hatua hizo zinalenga kukabiliana na wanamgambo wa itikadi kali wanaohusishwa na vurugu hizo. Akizungumza katika mahojiano na gazeti la New York Times yaliyochapishwa jana Alhamisi, Januari 8 mwaka 2026 aliulizwa iwapo mashambulizi ya hivi karibuni ya anga ya Marekani katika jimbo la Sokoto, kaskazini mwa Nigeria, yalikuwa sehemu ya operesheni pana ya kijeshi. Akijibu, Trump alisema angependelea shambulio hilo liwe la mara moja, lakini akaongeza kuwa endapo mauaji dhidi ya wa Wakristo yataendelea, basi mashambulizi hayo yatafanyika mara kwa mara. Kauli hii imekuja katika muktadha wa ukosoaji mkali ambao utawala wa Trump umeelekeza kwa serikali ya Nigeria ukiilaumu kwa kile inachodai kuwa ni kushindwa kuwalinda Wakristo dhidi ya mashambulizi ya wanamgambo wa jihad. Aidha, maafisa wa Marekani wamewahi kueleza hali hiyo kama aina ya mauaji ya kimbari, madai ambayo yamezua mjadala mpana kimataifa. Shambulio la anga la Marekani lililozua mjadala huo lilitekelezwa usiku wa Krismas, wiki chache tu baada ya rais Trump kuonya kuwa angechukua hatua kali dhidi ya Nigeria kufuatia madai ya kushamiri kwa mauaji wa Kristo. Mashambulizi hayo yalilenga makundi ya wanamgambo wenye itikadi kali wanaodaiwa kuhusika na vurugu katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Hata hivyo serikali ya Nigeria imekanusha vikali madai kuwa vurugu hizo zinazoshuhudiwa nchini humo zinawalenga Kristo pekee. Maafisa wa serikali wamesisitiza kuwa changamoto za kiusalama zinaathiri wananchi wa dini na makabila yote, wakieleza kuwa migogoro hiyo mara nyingi inahusisha ugaidi, uhalifu wa kutumia silaha na mapigano ya rasilimali kati ya jamii mbalimbali mbali.